Mamlaka za usalama nchini Tanzania zimetakiwa kutumia rasilimali zote kuhakikisha hali ya usalama wa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Kuba, Humphrey Polepole, inajulikana na kuwekwa wazi kwa umma kufuatia taarifa zinazodai kuwa mwanasiasa huyo ametekwa. Kupitia taarifa yao kwa umma iliyotolewa leo Oktoba 6, 2025, mawakili wa Polepole wakiwakilishwa na wakili Peter Kibatala wameeleza kuwa mteja wao amewahi kuhudumia taarifa katika nyadhifa mbalimbali za utumishi wa umma. Hivyo ni muhimu mamlaka kutoa taarifa rasmi kwa Watanzania na jumuiya ya kimataifa kuhusu usalama wake. Kupitia taarifa hiyo, mawakili wamesema wataendelea kutoa taarifa zaidi kuhusu hatua wanazochukua kwa kushirikiana na watu na taasisi mbalimbali duniani kote ili kuhakikisha suala hilo linapata majibu ya wazi. Tamko hilo limekuja muda mfupi baada ya jeshi la polisi kutangaza kuwa linaendelea kufuatilia taarifa zinazosambaa mitandaoni zikidai kuwa Humphrey Polepole ametekwa huku likieleza kuwa bado linamsubiri kuripoti kituoni hapo. E, taarifa hizi ni, ni za kweli na na, sasa tumefika nyumbani hapa alipokuwa anakaa, tumekuta mlango umevunjwa, tumekuta nyaya za umeme zimekatwa, ni zile security, security lines za umeme za juu ya ukuta tume, tumekuta mlango wa uh, gate kubwa umevunjwa tumekuta mlango wa ndani umevunjwa, tumeingia ndani, tumekuta damu nyingi sana zimemwagika. ya yeah. Tuko sasa, tumeenda kutoa taarifa wa kituo cha polisi. hali ni mbaya, hali ni mbaya, tumekuta damu nyingi sana zimemwagika. Poleni sana. Je, mmepata vipi taarifa ya tukio hili sasa? Mwenye nyumba alitupigia ali simu asubuhi, kwa sababu ana kijana wake yuko maeneo ya hapo karibu, aka yule kijana wake akampatia taarifa yule mwenye nyumba, ambapo tumepanga ile nyumba kama familia. Sasa yule mwenye nyumba akatujulisha kwamba kuna tukio limetokea kwenye kwenye hii nyumba hapa nyuma yake, akasema kama tuna taarifa yoyote So sisi tukawambia hatuna taarifa, ndo tukaanza kufanya jitihada za kuweza kufika um, <laughs> hapa kwenye nyumba. Mara ya mwisho umeonana naye ama kuwasiliana naye lini? Mimi nimeongea naye jana usiku majira ya saa mbili usiku. Alikwambia nini? na tulibadilishana mawazo kadhaa. Hakuniambia chochote zaidi, aliniambia tutuwe makini sana, kwa sababu hali sio nzuri. Mmechukua hatua gani sasa? Tu hiyo tu. Asubuhi e, tumefika tukakuta kuna mtu amekuja pale na Land Cruiser kama ya polisi, akao pale maswali, na sisi baadaye tukamuuliza yeye ni nani, akasema ametumwa kutoka kwa mkuu wa wilaya kuja kuangalia nini kinaendelea hapo. Akasema yeye yeye si mtu wa polisi, yeye ni mtu kutoka kwa mkuu wa wilaya. Na sasa tuko kituo cha um, e, Mbweni, tuna ripoti hapa Mbweni. Mara kadhaa amekuwa akisema yuko wapi, kama umekuwa ukifuatilia. Sasa kama yuko nje ya nchi, ana, anawezaje kufanyiwa hicho unachokisema nyumbani kwake? Unajua kuna vitu vingine lazima tufikiri wote kwa pamoja. Ndio nikuulize we na mimi tuulizane, sasa kamanda, kwa sababu tumezungumza na ndugu zake wakathibitisha, na wameenda kuripoti kituo cha polisi Mbweni. Tukasema ni vyema kwa hiyo tuzungumze na jeshi wanataka polisi kutueleza kwamba amerudi lini. Kwa mujibu wa yeye, mwezi uliopita. na kweli unathibitisha alirudi? Mimi siwezi kuthibitisha, ila ndugu wametueleza kwamba walionana naye mwezi uliopita. Eh, labda kwa kifupi sana, kwa kifupi sana naam. Eh, taarifa hiyo kama unavyofuatilia wewe na mimi naifuatilia kutaka kujua